Naam, tunaendelea na sehemu ya kumi na moja ya kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa CHADEMA tundu Lissu. Naam, ni hapa, ni mahojiano kati ya Lissu na koplo Michael. Tuendelee. Lissu anaendelea kumfanyia close examination hapa, koplo Michael. Lissu: kwa hiyo pinani alikuwa amefanya kosa? Anajibu koplo Michael: ni kweli alikuwa amefanya makosa, mheshimiwa. Lissu: kwa hiyo maelezo yako maelezo yake yapo hapa Koplo anajibu, sijayaleta. Lisu: je, mlimfungulia kesi? Koplo anajibu, atukufungua kesi. Lisu: hadi leo amjamfungua? Koplo anajibu, sijui kwa kweli. Lisu: arasio ndo alikwambia achukua maelezo ya shahidi kwenye kesi ya Lisu. Kopro anajibu, hapa hapana, sio hivyo. Lissu anamsomea alipoandika kuwa shahidi kwenye kesi ya Lissu. Kopro Michael: ni kweli nilisema. Kumbe Lissu: kwa hiyo mlikuwa mnaandaa kesi ya Lissu? Kopro: sio kweli. Lissu: kwa hiyo mlikuwa mnaandaa nini? Kopro: ushahidi wa kesi. Lissu anauliza hapa, kesi gani? Kopro anajibu, hii ya kwako. Mheshimiwa Lissu, kumbe ni yangu? Umebana umeachia. Watu wanaangua kicheko hapa mahakamani. E, kwa kweli ni mtifano kati ya Lissu na huyu Koplo Michael. Sasa tuendelee. Mheshimiwa Lissu anauliza tena hapa, nilitishia serikali kwa sababu nilisema tutazuia uchaguzi. Waambie majaji ni wapi umesema neno lolote juu ya maneno niliyoyasema. Koplo anajibu mimi nilisema aliyoniambia shahidi. Mheshimiwa Lissu umeelewa swali we polisi? Koplo Mike anajibu hapana, sijasema lolote kuhusu maneno gani ulisema. Mheshimiwa Lissu naambiwa nilichapisha maneno mitandaoni, sasa sema kama kweli kielezo ditano kama ulisema chochote kuhusu maneno yangu niliyochapisha Koplo Mike anajibu hapana, sikuandika lolote kwenye ayo. Mheshimiwa Lissu: kutaka mabadiliko ya katiba, tume huru ya uchaguzi ni kosa la jinai? Koplo Mike anajibu, sio kosa la jinai. Mheshimiwa Lissu: kuhamasisha wananchi nchi nzima kupatikana katiba mpya na kuzuia uchaguzi ni kosa? Koplo Mike: ni kosa. Mheshimiwa Lissu: ni kosa gani hilo? Anamuuliza hapa. Koplo anajibu mimi sio mtaalamu wa sheria, wanasheria watasema. Lisu anauliza hapa, una unalo jua wewe? ni koplo tu, umetaja katiba, tutajie ibara. Sasa koplo Michael, sijui kosa ambalo umeshtakiwa nalo. Mheshimiwa Lisu, waheshimiwa, sina swali lingine kwa shahidi huyu. Eh, jaji Ndunguru hapa anafanya re-examination. Ignasi anasimama anasema, nina maswali mawili. Anauliza, je, uliposema hakuna utofauti ulimaanisha nini? Koplo Michael anajibu, nilimaanisha hakuna tu tofauti, maana ni ile ile. Wakili wa serikali anauliza hapa, je, ulisema ujui unashtakiwa anashitakiwa na, na kosa gani, ulimaanisha nini? Koplo Michael Najua ni uhaini, lakini uhaini ni mpana, unajumuisha uchochezi na kuharibu mali. Wakili wa serikali: ni hayo tu mheshimiwa. Ah, jaji Ndunguru anawasha maiki hapa, anauliza: upande wa mashtaka mnasemaje? Renato si Mkude: tunaomba tuendelee siku ya Jumatatu, mheshimiwa jaji. Ndunguru: kwa nini msiendelee na shahidi mwingine, atakapoishia? ikifika saa 11 tutaacha Mkude, Mheshimiwa jaji, naomba tuendelee Jumatatu tafadhali, muda umeenda. Jaji: basi Jumatatu saa tatu kamili asubuhi tukutane. Naam, na hii ndo kesi ambayo inaendelea e, ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema, na huu ulikuwa ni mfululizo kati ya mashahidi P6 na Kopo Michael ambao wametoa ushahidi wao na pia kuhojiwa maswali na mtuhumiwa, Tundu Lissu anayekabiliwa na kesi ya uhaini e, endelea kutufuatilia hapa Junii online TV kwa kubonyeza sub, subscribe, unaweza kukomenti, kushare ili tuwafikie watu wengi. Asanteni sana na muwe na siku njema.